Sie tatu tulionayo pale, yaani watu wanachungulia, wako nje. Kwa hiyo kuhusu watu kufidiwa labda maeneo yao kusogezwa kwenye eneo la kituo hilo, tunaomba mama lipokee, kwa sababu tunashukuru huduma tulioipata. Pia tunamshukuru Mheshimiwa mbunge wetu. Majengo haya, watu wanafanya upasuaji wakiwa watoto wanaona, watu wote wanaona, nyumba zipo karibu na, kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie kuhusu hili ili majengo hayo ikiwezekana, watu wasogee waache kituo. Naomba swali hili ikiwezekana lifanyiwe haraka, kwa sababu inapofikia wanawake wanajifungua, inatokea kama vile watu waenda kuchungulia kwenye madirisha, hata madaktari hawafanyi kazi kwa uhuru. Ni kwamba hapa, kinachoendelea hapa ni kwamba ni fedheha tu. Jengo la upasuaji na jengo la wazazi, majengo hayo yamezungukwa na nyumba za wananchi ambao, a tunafanya operation kwa muda usiku, wale wananchi wanaweza kuona kinachoendelea kule ndani. Na chumba cha jengo la wazazi, mama kama anakuwa anajifungua, zile kelele zote anazo anapiga ile huduma, wananchi kwa sababu wapo eneo la karibu, wapo karibu na ile eneo, wanakuwa wanashuhudia, na zile kelele wanakuwa wanazisikia, time nyingine wanakuja mpaka kuchungulia madirishani. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali itusaidie kuwaondoa wananchi kwenye, ili tupate ile usiri kwa wagonjwa wetu na tuweze kutanua huduma katika kituo chetu. Kwa hiyo ile swala limekaa kiutawala zaidi, ni rai yangu kwa mkurugenzi wa halmashauri hii kuja pamoja na wataalamu kuja kufanya hiyo tathmini ambao wananchi wanahitaji kufanyiwa Waweze, uh, kulipwa na kuondolewa katika hilo eneo ili kuweza kuleta ile faragha ambayo tunaweza, ambayo tunaisemea hapa.